Nikupe kitu ambacho kitakachokusaidia hapa, kama mtumishi wa Mungu ambao ananitazama hapa. Pastor Ayubu niko Mwanza, na uwezekana kama utakuwa na shida mbalimbali, unaweza ukanipigia namba yangu ya simu ni 0743615546 0743615546 Naitwa Pastor Ayubu niko sasa nataka nikupe kitu ambacho kitakachokusaidia japo nitatumia dakika chache hapa ambazo zitakazokusaidia hapa na siku ya leo iwe ni siku yako katika jioni hii nzuri na itakayokubariki. Nikwambie kitu kimoja kinachosema, nguvu ya kile unachosema. Nguvu ya kile unachosema. Sasa wewe kama mtumishi wa Mungu Ukisema jambo lina nguvu kwa sababu umesema, lakini pia kama mimi mtumishi wa Bwana nina nguvu ya kusema au ya kutamka, kile nilichosema kinakuwa kina nguvu kwa sababu nitatumia neno la Mungu kwa nguvu, nitasimia nitasimamia neno la Mungu kwa nguvu, nitawahubiria watu kwa nguvu, nitawashuhudia watu kwa nguvu, lakini pia tunaona Yesu mwenyewe au tuseme Mungu mwenyewe wakati ambapo anaumba kitu cha kwanza alitamka kwa nguvu na kwa mamlaka. Na alipotamka, ukiangalia ile sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo kinasema maneno mazuri sana jinsi Mungu alivyoweza kutamka. Na alipokuwa akitamka, kila alilokuwa akitamka lilikuwa linatendeka. Sasa tumie kinywa chako kwa nguvu kwa kuweza kutamka neno la Mungu ili watu wakapate kubadilika, watu wakapate kuokoka, watu wakapate kuwacha dhambi wamgeukie Kristo, watu wakapate kuona mambo makuu yanatokea ndani yao. Nataka nikuambie kwamba kuna nguvu ya kusema katika kinywa chako. Watu wengi wana kinywa, lakini wanakuwa wana hofu, wamekuwa masikini, wamekuwa wana vitu ambavyo havieleweki. Lakini ukitumia kinywa chako vizuri, kinaweza kikakuletea mafanikio. Ukitumia kinywa chako vizuri kinaweza kikakubadilisha. Ukitumia kinywa chako vizuri kinaweza kikasababisha ukafika hatua, uh, ukapokelewa kwa heshima. Ukitumia kinywa chako vizuri kinaweza kikasababisha ukapata kazi au ukakosa kazi kwa sababu kinywa hichi ndicho kinachonena. Ukianza kutamka kwa ubaya, hakikisha kwamba jambo lile litawafikia watu kwa ubaya au litapokelewa kwa ubaya. Lakini ukianza kutamka kwa uzuri au naamini na ya kwamba lile jambo litafika kwa watu kwa uzuri. Sasa mimi niko hapa kama mtumishi wa Mungu natamka kwa uzuri ya kwamba sisi kama watumishi wa Bwana tulioko YouTube, TikTok, Instagram, Facebook wote tupendane, tujenge mwili wa Kristo. Tukishajenga mwili wa Kristo tutaona mabadiliko makubwa. Nahakikisha naamini kwamba au nahakikisha kwamba Tanzania yetu itaokorewa kwa sababu wote tutakuwa tuna msimamo wa neno la Mungu. Lakini jambo la pili, jambo la pili hapa, kitu ambacho nataka nikwambie, jambo la pili, jambo la pili ni, ni kusema kwa imani. Unaposema hakikisha unasema kwa imani. Watu wengi leo wanasema, lakini ndani mwao hawana imani. Watu wengi wanatamka, lakini ndani mwao hawana imani. Watu wengi leo wanafanya vitu, lakini ndani mwao hawana imani. Sikiliza nikwambie, katika kitabu cha Warumi sura ile ya 10 msali wa tisa, Warumi 10:9 Biblia inasema kwamba mtu, mtu mtu anasema kwamba mtu yoyote akinikiri kwa kinywa chake, yani mtu mwenyewe amkiri Kristo kwa kinywa chake ataokoka. Sasa maana yake kinywa kinakusaidia kutamka, alafu maneno atatoka moyoni, alafu utakiri, alafu imani, imani ikisha kuwepo ndani moyo wako, unaamini na unakiri kwa kinywa chako, unaokoka. Sasa sisi watumishi wa Mungu tulishakiri kwamba Bwana ni mwokozi wa maisha yetu, na tukawekewa mikono na tukaweka wakfu na tukatengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, tutangaze habari njema za Mungu na watu wa Mwana Kristo, kwa neema, kwa uzima na kwa ukombozi. Na Mungu atakupa nafasi hii kama ukiwa uh, ukipata nafasi, tukiendelea kufuatiliana. Kuna mambo makubwa sana ambayo Mungu ataenda kufanya. Na Mungu akutendee mambo makubwa.